Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tuangalie maswali na majibu ya vitenzi. Asante sana kwa kusubscribe. Swali la kwanza, kitenzi ni nini? Kitenzi ni neno linalotoa taarifa kuhusu tendo lilivyofanywa, linavyofanywa au litakavyofanywa. Pili, taja aina za vitenzi. Kwa hivyo ni tano, kuna kitenzi halisi, kitenzi kikuu, kitenzi kisaidizi, vitenzi vishirikishi na vitenzi sambamba. Tatu, eleza maana ya kitenzi halisi. Hiki ni kitenzi cha kutenda. Huwa kinaarifu kuhusu jambo linalotendwa. Kitenzi hiki huwa na maana kuu ya sentensi na mara nyingi hutokea kikiwa kimoja kwenye sentensi, ila kuna uwezekano kutokea vikiwa viwili kwenye sentensi. Mwalimu anafunza wanafunzi. Anafunza ndicho kitenzi halisi. Mtoto anacheka. Anacheka ni kitenzi halisi. Mwalimu anaandika akizungumza anaandika ni kitenzi halisi, na pia akizungumza ni kitenzi halisi. Kitenzi kikuu, hiki ndicho ubeba maana kuu ya sentensi na ni aina ya kitenzi halisi. Dhima yake ni kueleza tendo linalotendwa na mtenda au alilofanyiwa mtendwa wakati tendo lilipofanyika, hali ya tendo na kauli ya tendo. Kitenzi halisi hubadilika na kuwa kitenzi kikuu kinapoandamana na kitenzi kisaidizi. Kitenzi kisaidizi hiki ni kitenzi kinachoandamana na kitenzi kikuu na kutoa taarifa za kusaidia kitenzi kikuu. Vitenzi visaidizi haviwezi kutokea peke yake katika sentensi, daima huandamana na vitenzi vikuu. Kitenzi hiki hutangulia kitenzi kikuu katika sentensi kila wakati. Tuangalie mifano ifuatayo. Wanafunzi wamekuwa wakisoma matini. Wamekuwa wakisoma. Ndege amekuwa akijaribu kujinasua kutoka mtegoni. Kwa hivyo kitenzi kisaidizi hapa ni amekuwa na akijaribu, kwa hivyo kitenzi kikuu ni kujinasua. Zari amewahi kufika hapa mara moja. Kitenzi kisaidizi ni amewahi, kitenzi kikuu ni kufika. Wanawake walikuwa wasomi siku hizo. Kitenzi kisaidizi ni walikuwa, kikuu ni hawasomi. Chanjo dhidi ya surua imekwisha patikana. Kitenzi kisaidizi ni imekwisha, kitenzi kikuu ni patikana. Ukicheza na dunia utakuja kujuta. Kitenzi kisaidizi ni utakuja, kitenzi kikuu ni kujuta. Vitenzi vishirikishi. Hivi ni vitenzi ambavyo hushirikisha vipashio katika sentensi kihali, kitabia au kimazingira. Vitenzi sambamba. Hivi ni vitenzi ambavyo hutokea vikiwa vimefuatana au katika mfululizo au vikiandamana katika sentensi. Vitenzi hivi undwa na vitenzi vitasaidizi au vitenzi vikuu au vitenzi halisi pekee. Kumu anakula akizungumza. Anakula akizungumza, ndivyo vitenzi halisi pekee. Wanafunzi walikuwa wakiufanya mtihani. Walikuwa ni kitenzi kisaidizi na wakiufanya ni kitenzi kikuu. Kwa hivyo vyote viwili vikiandamana, hivyo mfululizo, unasema ni vitenzi sambamba. Tutaendelea kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.